Bidhaa nyingi ambazo zinatoka hapa Zanzibar, tukiziwekea malengo na mikakati mizuri ya kufanya kuweza kumwinua mtanzania, tunaweza kufanikiwa. Na hatukuja hapa kuahidi tu ili tuahidi, tumefanya utafiti wa kina na tumeona yanawezekana na yanatekelezeka, na ndio maana mimi nimepewa ridhaa, na nilipoona vipaumbele vya chama chetu, niliona kweli naenda kuahidi kitu ambacho kinatekelezeka. Hivyo niwaondoe shaka watanzania wenzangu, mtuamini UDP, hatutakuwa kama wengine tunaahidi alafu hatutekelezi. Sisi dhamira yetu, na siku zote tumesema azma yetu ni kufungua fursa za kiuchumi kwa watanzania wote na kufungua fursa za kiuchumi kwenye kilimo, kilimo kiweze kumnufaisha Mtanzania. Na ndio maana tumeweka vipaumbele pale, lakini mikakati: kuwa na maafisa ugani wenye sifa, kuwa na mbegu bora, kuwa na kilimo cha umwagiliaji, maana yake hata kama kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ni kuhakikisha tunakuwa na kilimo cha umwagiliaji. Tuna bahari hapa, lakini tunaweza kuchimba hata visima virefu, ili tunaposema tumewekeza kwenye kilimo, tuweze kweli kupata matokeo ambayo yanakwenda kumsaidia mwananchi mtanzania mwenzetu.